Naendelea kutafakari na kujifunza mambo mbalimbali mbali ya historia na utamaduni mbalimbali mbali ambazo zipo katika nchi ya Tanzania, na ijulikani kwamba hakuna utamaduni wa Mtanzania, bali kuna utamaduni wa kila kabila ambalo uh, kila mmoja anatoka kwayo. Sasa leo tutazame historia ya chifu mwenye historia nzito kutoka katika mkoa wa Mbeya na jina lake aliitwa Jeke Mwakibwili, na picha hii ilipigwa mwanzoni mwa mwaka elfu mbili na kumi na saba, na aliyepiga picha hii ni kaka yetu ndugu yetu mwandishi wa habari uh, ndugu Ari Kingo. Picha hii ilipigwa mwezi mmoja kabla ya kifo cha huyu mwana wa Unyakyusa, chifu Malafyale Jake Mwakibwili. Chifu huyu ni mtu mwenye historia nzito, pengine kuliko machifu wengine waliopata kutokea katika ardhi ya Unyakyusa na mkoa wa Mbeya wa kwa ujumla wake wa tangu kuwepo wa zama za kichifu hapa nchini kwetu Tanzania. Mimi binafsi nilimfahamu kwa mara ya kwanza mwaka 2015 nilipomwona katika viwanja vya ukumbi wa Mkapa jijini Mbeya. Hii ni siku ambayo mzee Profesa Maki James Mwandosia alikuwa anatangaza rasmi nia yake ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nilikuwepo na pia chifu Mwakibwiri alikuwepo na yeye alikuwa mmoja wa wageni rasmi kwenye hafla hiyo ya mzee wetu Mwandosya. Hapo ndipo ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona kwa sura Chifu Mwakibwiri. Na bahati mbaya ikawa ndo mara yangu ya mwisho, maana baada ya pale sikubahatika kumwona tena mpaka umauti wake ulipomfika. Simulizi zinasema kwamba Chifu Mwakibwiri ni mzaliwa wa maeneo ya vijiji vya huko Masebe ya kule Masukulu na inasemekana alitawala kama chifu kuanzia maeneo ya ushirika mpaka kule maeneo ya Matwebe na mipaka yake ilikuwa mpaka kule mto Mwalisi. Ni chifu anayesemekana kuwa na eneo kubwa la utawala pengine kuliko machifu wengine wote wa wakati wa enzi hizo, ambapo utawala kichifu wa kichifu ulikuwa ndio umetamalaki. Baada ya uongozi wa kichifu kufutwa na serikali ya awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, chifu Mwakibwili kwa sababu alikuwa msomi somi, akapewa nafasi kuwa mwenyekiti wa Halmashauri ya Rungwe. Inasemekana akiwa mwenyekiti wa Halmashauri ya Rungwe, ndiye aliyefanikisha ujenzi wa jengo kubwa la mawe la halmashauri ambalo lilikuja kuzinduliwa na rais mwenyewe, yani Mwalimu Julius ya Kambarage Nyerere. Jengo hilo la halmashauri lipo mpaka sasa na inaendelea kutumika kama ofisi ya halmashauri ya Rungwe. Pia Chifu Mwakibwili aliwahi kuwa mbunge wa Rungwe huko nyuma, wakati wa utawala wa rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na simulizi zinasema kuna wakati fulani hivi alichaguliwa kuwa mwakilishi mkuu wa mkoa wa Mbeya, yaani alikuwa mbunge wa mkoa mzima wa Mbeya kwenye baraza kuu la kutunga sheria, yani Legiko, Legislative Council, wakati huo Bunge likiwa linafanyika kwenye ukumbi za Karimjee jijini Dar es Salaam, sio Dodoma kama ilivyo sasa. Huyu ndiye mbunge aliyesimamia ujenzi wa kituo kikubwa cha afya cha Kandete na kituo cha afya cha Masukuru wakati akiwa kwenye uongozi. Chifu Jeke Mwakibwili alipostafu uongozi wa kisiasa, akachaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa bodi ya Kiera Rungwe Cooperative Union yani Keruku ambayo aliongoza kwa mafanikio makubwa sana, aliufanya ushirika huu wa wanawa Kyela na Rungwe kuvuma kwa mafanikio makubwa mno. Akiwa mkuu wa Kieruku ndiye aliyewezesha ujenzi wa majengo yote ya Kieruku ambayo yapo mpaka leo mjini Tukuyu na mjini Kyela. Ikumbuka kuwa huyu ndiye chifu pekee wa Unyakyusa ambaye alifanya kazi zote za kichifu na za kiserikali, na ndiye chifu pekee aliyekuwa amebaki hai mpaka miaka ya karibuni elfu mbili na kumi na saba. Kati ya machifu wote waliokuwepo tangu enzi zile za utawala wa kichifu kabla hujapigwa marufuku na serikali ya wakati wa ya utawala wa awamu ya kwanza ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere <tune>